Watu hununua kile ambacho kinafanywa na huduma ama bidhaa yako, kwao ni nini? Kwa mfano, natoa taska hapo. kama unauza godoro ta taka utangaze nini? nampa oka kitabu okay. changu mtu ataka kujibu swali. kama unauza godoro nataka kutangaze nini? ehhe aako Kwenye kusikizi mdozo ndio bidhaa yako sio kodoro. Hawajenda. Okay. Kama unauza pet, utakula ngadi nini? Eh? Yeah? Pet na kwa kodoro ngadi? Msisimko kwa hiyo bidhaa yako. Sawa? Eh, kwa hiyo tunapata shida kwa sababu hatujui tutangaza nini. Tunatangaza bidhaa kama hii. Tunaona mimi bidhaa naona ni kiasi. Okay? Kwa hiyo nyingine ambayo inasumbua watu wengi ni kwamba Wanatangaza features za product. Features. Is features. Matangazo mengi online ukiingia utashangaa. Watu wanauza features za product. Of which nobody buys features. Watu kununua benefits za hizi features. Benefits za features. Okay, benefits ni faida. Kwa mfano? Kwa mfano? Unataka uuze simu. Wana simu hii simu hapo, sawa? Unataka uuze simu online. Ukipiga picha hii simu, uka post kwenye Instagram account yako, ukaandika mfano. Uka labda ina iPhone, yeah? Yes, JB, goja JB. JB ngapi? Mia mbili si ngapi? <laughs> they they don't don't care care about this. is kwa kwa kwa kwa hiyo exactly, kama kama anauza nini? Yes, watu hujinunua wao bora zaidi baada ya kutumia bidhaa yako, people buy a better version of themselves. Ndio maana ukienda kununua nguo dukani kama una hela ushauri fanye hivi sawa. Ukienda dukani kununua nguo, ukafika ukaingia dukani, hiyo nguo kaidadilishwa kana kwenye kioo, imekula kwako. Ulienda ana buy the clothes. Kwa nini? Kwa sababu umejiona umekuwa bora zaidi kuliko ulivyokuja. Sio. Sometimes unaweza ukanunua ukanunua, kwa nini unanunua? unanunua labda kwa nini unanunua nguo ya ndani laki moja la tunavaa peke yake? Tunanunua hizi hizi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini usivae nguo ya ndani? Si usina baba, si wewe ndio unavaa peke yake. Kwa nini unanunua nguo laki moja na nguo ya ndani na unaificha wapi? Yes. Yes. Kwa hiyo watu wanotoa, kwa maana emotions. Hisia. Sawa. So, <laughs> Kwa nini unanunua bila kutumia emotions and then we justify by using logic? Mtu anaponuma bidhaa, watumia akili natumia moyo. Moja unapouza kitu, hata siku moja usifanye mteja afikiri, mfanye ahisi. Kosa la kwanza la matangazo mengi mtandaoni, cha kosa la kwanza hayana headline. Cha kwa bahati mbaya watu wengi wanataka hayana, na kosa nyingine, usiandike headline kwa herufi kubwa, hapo unawapokea wateja. Sawa, kinacho kwa herufi kubwa ni herufi ya kwanza ilisho ke. Kwa mfano mtu anakuandika hata jinsi hii, jinsi ya

nguo zipo nzuri lakini sipati order. Nikamuuliza, akasema ameandika neno, ameandika mzigo umekuja kutosha. Sawa, okay, neno gani? naitwa form

miaka thelathini kule. Moja anaitwa John Patton alikuwa ni closer kile kampuni yake, sababu kulikuwa imepunguza kwa sababu kulikuwa hakuna kabisa kwa sababu yao

na yule ambaye shakuwa sio wewe. Na kitu kingine ambacho wengi nawasumbua wengi, kwa wauzaji wa online taam, kati ya na high ya mpaka unakuza bidhaa elfu tisini na tisa ticket na hiyo kwa inauzwa ka bidhaa ikishafika laki moja kwenda juu, wewe kuza wa mchache. Natuuza ni voice tonality. Ukiwa unauza bidhaa laki moja kwenda juu, mpigie mteja simu, usichati naye. Na wengi ndo namisi pale, kwa sababu tunatumia the same same mode kuuza bidhaa za prices zote, that's why you are losing money.

Ukitaja bei, usiongee neno lolote. Akaongea wa kwanza baada ya bei kutajwa